Novemba 18 tunasherekea kutabarukiwa mabasilika ya watakatifu Petro na Paulo mitume wa Yesu, ili kutambua na kuenzi mchango wa mitume hawa waliokuwa mashuhuri kwa imani yao, kazi ya kuhubiri na utume wao wa kumtangaza Kristo na kulijenga kanisa la awali. Makanisa haya yamejengwa juu ya ya makaburi ya mitume hawa. Hii ni fursa ya kuenzi na kuomba kwa ajili ya umoja wa kanisa ikiwa na maana ya kumtumikia Mungu kwa ajili ya mafundisho ya mitume hawa ambayo bado yanaendelea kuwa mwanga kwa waamini hata leo. Katika sehemu hiyo, waamini hutembelea ili kuadhimisha kumbukumbu ya mitume hawa wawili. Katika muktadha wa sherehe hii, waamini wanakumbuka umuhimu wa ushuhuda wa mitume hawa wawili na vile vile kufuata nyayo zao katika kumtumikia Kristo na kutangaza habari njema.